Tukisonga mbele maafisa wa Ukraine watasafiri kuelekea Marekani mapema wiki hii ili kujadili mkataba wa madini. Haya ni kwa mujibu wa chanzo kimoja cha Ukraine. Wakati huo huo, Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski amesema Marekani haijatoa tamko baada ya Urusi kukataa pendekezo la usitishaji vita bila matakwa yoyote ambalo Ukraine imekubali kuzingatia. Maelezo zaidi yanayo tatu Karema. Maafisa hao wa Ukraine watajadili mkataba huo mpana zaidi wa madini uliopendekezwa na Rais Donald Trump ambao Ukraine imekuwa ikiukagua katika siku za hivi karibuni. Wakati huo huo, katika hotuba yake ya jioni kwa taifa, Rais Zelensky amesema ya nchi yake ya imekubali pendekezo hilo la Marekani la kusitisha vita bila matakwa. Iwapo kutakuwa na mpango wa kusitisha mapigano basi ni lazima uwe bila ya masharti mkataba ambao hautaruhusu watu kuuawa. Ukraine imekubali pendekezo la Marekani la usitishaji vita kamili bila masharti. Putin anakataa, tunasubiri Marekani kujibu, hadi sasa hakuna jibu. Wakati huo huo, droni ya Ukraine iliyodunguliwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi imeharibu barabara za reli katika eneo la Krasnodar. Kwenye ujumbe kupitia mtandao wa kijamii wa Telegram, mamlaka katika eneo la kusini magharibi mwa Urusi imesema leo kuwa hakuna majeruhi wala moto uliotokea katika shambulizi hilo la Ukraine. Mapema wizara ya ulinzi ya Urusi ilikuwa imesema kuwa kitengo chake cha ulinzi wa anga kilinasa na kudungua droni zilizorushwa usiku kucha na Ukraine. Droni 13 kati ya hizo ziliharibiwa katika eneo la bahari ya Azov inayopakana na eneo la kusini magharibi mwa Urusi. Droni nne zilidunguliwa katika eneo la Krasnodar huku mbili zilizobaki zikidunguliwa katika eneo la Bryansk na Russia Crimea Krimea. Haya yanajiri wakati mtu mmoja ameuawa na wengine watatu wamejeruhiwa kwenye shambulizi la Urusi katika mji wa Kiev hapo jana. Kulingana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, Urusi ilirusha zaidi ya mabomu 1460, droni 670 na zaidi ya makombora 30 nchini humo katika kipindi cha wiki iliyopita pekee. Katika hatua nyingine, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa wito wa hatua kali zaidi ikiwa Urusi itaendelea kuzuia juhudi za kujadili makubaliano ya amani katika vita vyake nchini Ukraine, wakati mashambulizi mabaya ya Urusi yakiendelezwa nchini Ukraine. Kwenye ujumbe aliochapisha katika mtandao wa X hapo jana, Macron alisema kuwa mashambulizi ya Urusi lazima yasitishwe. Macron ameongeza kuwa usitishaji wa mapigano unahitajika haraka iwezekanavyo na kwamba Urusi inapaswa kuchukuliwa hatua kali ikiwa itajivuta katika kupatikana kwa amani.